Chama cha demokrasia na Maendeleo cha Chadema kimetoa taarifa yake kuhusiana na wafuasi wa chama hicho ambao wanadaiwa kukamatwa na jeshi la polisi kwa mjibu wa taarifa iliyotolewa na kanda ya magharibi Tabora, Katavi, Kigoma. Taarifa hiyo inasema kwamba yahusu kamata kamata viongozi wa Chadema inayoendelea katika mikoa ya kanda ya magharibi, mkoa wa Kigoma. Chadema kanda ya magharibi kwa masikitiko makubwa kinapenda kutaarifu umma wa Tanzania kwa tarehe 14 Novemba 2025 majira ya saa kumi jioni, jeshi la polisi wilaya Kasulu bila kuwa na wito au kueleza za kosa lolote la kisheria walimkamata mwenyekiti wa chadema mkoa wa Kigoma, Mzee Rajabu Bujoro akiwa katika shughuli zake za kila siku katika eneo la Kasulu mjini na kumpeleka katika kituo cha polisi hapo hapo Kasulu mjini. Chama kupitia viongozi wa wilaya Kasulu wakishirikiana na familia Mzee Rajabu Bujoro walifanya ufuatiliaji ili kujua kwa nini amekamatwa na kama kosa lina dhamana aweze kudhaminiwa hasa ukizingatia umri wake. Hata hivyo, alijibwa na polisi kituoni hapo kuwa mzee Bujoro

kwa maelezo kutoka ofisi ya kamanda wa polisi mkoa wa Kigoma RPC na hivyo watajulishwa sababu ya kukamatwa kwake pale polisi toka ofisi ya RPC Kigoma watakapokuja kumhoji. Mpaka tunatoa taarifa hii leo tarehe kumi na sita Novemba 2025, mzee Bujuru bado yupo ndani katika kituo hicho cha polisi na hajaelezwa sababu ya kukamatwa kwake achilia mbali suala la yeye kupewa dhamana mkoa wa Katavi. Aidha, kwa taarifa hii tunautaarifu umma pia kuwa jana tarehe 15 5 Novemba majira ya saa tisa usiku jeshi la polisi wilaya Tanganyika mkoani Katavi limewakamata viongozi na wanachama kumi na tano wa chama chetu kutoka kata ya Kalema. Waliokamatwa miongoni mwao ni pamoja na mwenyekiti wa kata ya Kalema ndugu Ndanda Rafaeli, Ingara Agostini, Kakondo Joseph Liambarumba, Shukuru Atanas, Kambi Pasko. Alexander na wengine tisa. Mpaka sasa jeshi la polisi wilaya Tanganyika alijatoa sababu ya kuwakamata au kuwapa dhamana. Wito kwa jeshi la polisi: Chadema kanda ya magharibi tunalitaka jeshi la polisi mkoa wa Kigoma na Katavi kutoka hadharani na kueleza umma sababu ya kuwakamata na kuwaweka ndani bila kuwapa dhamana viongozi na wanachama hao tajwa hapo juu, na kama kuna sababu za ukamataji huo basi tuone mchakato wa kisheria ukiendelea kufanyika.